Karibu. Kuna wakati katika maisha, unaamka asubuhi, unapumua, unaendelea na siku yako, lakini ndani yako unahisia kuwa kuna kitu hakipo sawa. Haumii, haujavunjika, lakini pia hauko kamili. Watu wengi hudhani kupotea ni kukosa mwelekeo wa maisha, lakini mara nyingi kupotea ni kukosa sauti ya Mungu katika kile unachokifanya kila siku. Unafanya kazi, unatimiza majukumu, lakini roho yako iko kimya. Biblia inasema, yafaa nini mtu apataye ulimwengu wote akapoteza roho yake? Kupotea hakuanzi siku unapoanguka, huanza siku unapojifunza kuishi bila kumuuliza Mungu, unapokuwa na mipango bila sala, unapokuwa na ndoto bila uongozi, unapokuwa na harakati bila amani. Kuna ishara ndogo ndogo, unacheka lakini furaha haikai Unasali lakini moyo hauhisi uzito. Unalinganisha maisha yako na ya wengine mara kwa mara, na taratibu unaanza kujisahau wewe ni nani. Lakini sikiliza hili kwa makini, Mungu hajakupoteza. Mungu anakuruhusu ujione bila yeye ili utambue kuwa unamhitaji. Kama yule mwanampotevu alipotea alipokuwa na kila kitu, lakini alipatikana alipokosa kila kitu. Wakati mwingine Mungu hupunguza kelele zote ili usikie sauti yake. Hupunguza kasi ya maisha yako ili moyo wako uanze kuzungumza tena. Njia ya kurudi si ngumu, ni rahisi, lakini inahitaji uaminifu. Simama kimya, kubali kuwa umechoka, rudia neno hata kama hali kugusi leo. Omba kweli, sio kwa maneno mengi. Yesu alisema Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao, nami nitawapumzisha. Haukuumbwa kupotea milele. Kupotea kwako sio mwisho wa safari, ni mwanzo wa kukutana na Mungu kwa undani zaidi. Kabla hujalala leo, jiulize kimya kimya, ninaishi kwa sauti ya Mungu au kwa sauti ya hofu? Tuombe kidogo. Baba wa mbinguni, nirudishe kwangu mwenyewe ili nirudi kwako.